Ndugu wana habari habari za habari za asubuhi. mm -hmm. ni katika ofisi zetu za chama hapa hapa Mikocheni. Ninashukuru sana uh, Brenda, Mkurugenzi wetu wa habari na wenezi eh, eh, ametanguliza kwa kuwashukuru kwamba imepokea wito wetu na ameomba ushirikiano wenu, kwa hiyo ninaamini tampatia ushirikiano mzuri sana wa kutosha atakapokuwa anatimiza majukumu yake kama mkurugenzi wetu wa mawasiliano na uenezi. Na pengine baada ya leo eh, mara nyingi sana mtakuwa mnamwona yeye kama msemaji wetu wa chama. Kwa no hiyo eh, pengine nichukue fursa hii kusema eh, eh, vikao vya mbele vingine vitakapokuwa vinaendelea kwa sehemu kubwa e, tutakuwa tukimwona yeye akitoa taarifa e, za mara kwa mara e, zile zinazohitajika kupelekwa kwa, kwa wananchi, na tumekubaliana katika mpango wetu wa mawasiliano kwamba tutakuwa tunazungumza ita ili ku kuwajulisha e, Watanzania mambo kadhaa ya muhimu, lakini jambo kubwa sana ni e, kwamba e, tarehe ishirini na tatu anzia tarehe ishirini na tatu mwezi wa tatu, siku chache kutoka leo. Viongozi e, wakuu wa chama rasmi sasa tutaanza ziara ya mikutano ya hadhara nchi nzima tarehe ishirini na tatu, na katika kalenda yetu ya mipango kwa jinsi tulivyopanga, tutaanzia rasmi kanda ya Nyasa na mkutano wetu wa kwanza ambao utawahusisha viongozi wakuu wote wenye viti wa mabaraza yetu ya chama wazee, wana, wanawake na vijana, wajumbe wa kamati kuu, eh, secretariat. Mkutano wetu wa kwanza eh, tutaufanyia katika jiji la Mbeya tarehe ishirini na tatu. Utakuwa ni mkutano wa kwanza toka viongozi wakuu tumechaguliwa, eh, na, na na wanachama wa chama hiki nchi nzima uchaguzi uliofanyika tarehe 22 Januari, unaweza ukaona hapa katikati e, ni takriban siku 60 toka tumechaguliwa mpaka paka siku ambapo viongozi wakuu wata wataanza ziara ya mikutano ya hadhara sasa. Hapa katikati e, tulikuwa na mambo mengi ambayo yalihitaji viongozi wakuu kuketi ya tafakari na kuyafanya kimkakati kabisa. Kwa hivyo mara tu baada ya kuchaguliwa tulikuwa na retreat ya viongozi wakuu, wajumbe wa kamati kuu, e, secretariat tulijifungia kwa siku takribani sita pale Bagamoyo, na katika kujifungia kule ilitupelekea kutengeneza mpango kazi wa chama baada ya kuwa tumeyapokea maazimio ya mkutano mkuu uliotuchagua pamoja na baraza kuu e, ilibidi kutengenezea mpango kazi na kikao cha Bagamoyo kilitupa maeneo makuu matatu ya kufanyia kazi. Eneo la kwanza eh, kupigania ma, na kuyatafuta mabadiliko, na na hivyo tulifanyia eh, tulitengeneza mpango kazi wa vuguvugu eh, wa, wa eh, operation letu ambalo tunalita no reforms no election, bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Kwa hivyo tulikubaliana kwa pamoja kwamba tutayapigania mabadiliko mpaka tuyapate. Jambo la pili ni stronger together. Viongozi eh, wakuu na kamati kuu tulikubaliana kwamba tunahitajiana wote, tumemaliza uchaguzi tunahitajiana wote, na hivyo tunahitaji kuonyeshana majeraha. Kwa hivyo tulijifungia na tukatengeneza mpango, na hivi majuzi kwenye kikao cha kamati kuu ya juzi eh, tumeunda kokasi ya wazee ambayo itatuongoza sasa kwenye kuratibu suala la kuponyana majeraha na jambo la mwisho ambalo katika matatu ambayo eh, ndani ya kipindi hiki tulikuwa tunafanyia kazi e, ni chama kiendeshwe na wanachama, chama kiendeshwe na wanachama, kwa maana wanachama wakichangia chama chao, Watanzania wanaopenda mabadiliko wachangia chama chao. Kwa hiyo eh, kupitia eneo hili tukaanzisha eh, program inaitwa tone tone eh, ambayo Watanzania wameitikia na wameipokea eh, kwa nguvu sana eh, lakini pia ndani ya hizi siku sitini tumefanikiwa kuunda secretariat ya eh, chama kwa maana ya wakurugenzi. Hivyo tuna wakurugenzi eh, wapya tayari wameshaanza kutimiza wajibu wao eh, wataalamu ndani ya chama wanatimiza wajibu wao, lakini pia tulifanikiwa ku eh, kuteua makatibu katika kanda zetu tano, makatibu wa kanda katika kanda zetu eh, tano lakini jambo kubwa sana ambalo tumelifanya ndani ya hizi siku 60 mpaka tunapokwenda kufanya mkutano wa hadhara tumefanya mafunzo ya uongozi. Yalikuwa ni mafunzo ya muhimu sana e, kwa sababu wa e, viongozi wakuu tulihitaji kukutana na viongozi wenzetu kwenye ngazi ya kanda ili e, kuwapa vision e, maono ya uongozi huu mpya nini tunataka. Kwa hiyo tukakutana na viongozi kamati e, kuu yote viongozi wa kwenye kanda, wenyeviti wa kanda, makatibu wa kanda kwa siku tatu pata mafunzo ya uongozi eh, ABC's of leadership. Kwa hivyo hizi eh, siku sitini zimekuwa zenye hekaheka nyingi. Tumekutana na makundi mbalimbali wadau kimkakati kwa eh, lengo la kuimarisha eh, haya maeneo makuu matatu ambayo nimeyataja: eh, no reform no election, eh, stronger together, pamoja na chama kuendeshwa na wanachama tone, tone. Sasa tarehe ishirini na tatu mkutano wetu wa kwanza ambao mwenyekiti wetu wa chama Mheshimiwa Lissu ndiye atakayetuongoza, viongozi wakuu wote, makamu Zanzibar, makamu bara, e, naibu Zanzibar, naibu bara, wajumbe wa kamati kuu, e, tutakutana wote Mbeya na tutakuwepo kanda ya Nyasa kwa mpaka tarehe 29, tutakuepo kanda ya Nyasa e, kwa, mpaka tarehe 29, kanda ya Nyasa e, ina mikoa ya Rukwa Songwe, Mbeya, Njombe na Iringa kayo tutakuwepo tarehe ishirini na tatu mpaka tarehe ishirini na tisa katika operation ambayo tumeipanga na itafanyika kwenye mikoa mikoa yote. Sasa e, katika mikutano yote hii ambayo pia nitawaeleza baada ya Nyasa tunakwenda wapi, katika mikutano yote hii e, e, lengo letu kwanza ni kuelimisha ni kuelimisha, na ninawaomba sana e, ndugu wanahabari ambao tutakuwepo pamoja nanyi katika msafara huu, ninawaomba punchline zenu e, zilenge kuelimisha. Tunataka tu, tuelimishe e, kile ambacho sisi tunakiamini kwa e, kipindi hiki kinatakiwa kwa taifa hili mabadiliko. Kwa hivyo tuondoke kwenye swaga tu, graduate sasa hivi. E, you know, no reforms no election inatamkwa kila mahali, inaimbwa kila mahali, kwenye vijiwe kila mahali. Sasa tuanze kuyazungumza hayo mabadiliko kwamba ni mabadiliko gani tunayataka. Sasa kao tuanze kuyazungumza, tunaposema mabadiliko e, kwenye katiba tuanze kuyasema sasa kwamba muundo wa tume, ili tume iwe huru, muundo wake, utendaji kazi wake, haya ndio mabadiliko tunayoyataka. Mgawanyo wa majimbo kwamba e, katiba yetu iondoke e, e, kwenye kile kinachosemwa kwenye katiba kwamba majimbo yatagawanywa kwa kuangalia hali ya kijiografia na miundombinu. Katiba yetu iweke wazi kile ambacho ndio, ndio, ndio universal standard kwamba wananchi ndio wanaowakilishwa kwenye bunge sio uh, hali ya jiografia na miundombinu. Kwa hiyo mgawanyo wa majimbo utokane na idadi ya watu population quota. ili eh, kila mwananchi na kila kura ya mtu iwe na thamani eh, E, e, nchi nzima kwenye majimbo yote. Sasa haya mabadiliko tuanze kuyazungumza e, tuanze kuyazungumza e, matatizo ambayo tumeyapitia ya wagombea wa vyama vya upinzani ku, kuenguliwa e, e, madosari za uchaguzi zinatokea e, halafu mamlaka ziko kimya tu. Ninyi wanahabari mnaripoti karatasi feki za kura, zile karatasi feki za kura Hakuna mtu wa upinzani anaweza kuzichapisha zile karatasi. It, it's obvious it goes without saying kwamba ni mamlaka hizo hizo, hizo ndio wanaochapisha zile karatasi. Sasa karatasi za kura feki zinakutwa vituoni, halafu anasimama waziri mwenye dhamana anatuambia Watanzania wote milioni sitini kwamba uchaguzi uko sawa umeenda vizuri. Haya ni matusi, ni kama vile unaona hawa Tanzania wote ni mabisukule tu, majinga majinga ambayo Ha, hayaoni hizi dosari. Sasa dosari hizi zote eh, lazima tuzungumze kwamba tunahitaji mabadiliko haya. Tunahitaji mabadiliko haya, kwa hivyo eh, eh, mikutano mi, mi, hii ina lengo la kuelimisha lakini ina lengo la kusababisha sasa Watanzania tuzungumze hayo mabadiliko tunayoyataka. Na serikali eh, ni lazima ni muhimu isikilize. Serikali, Rais ni lazima ni muhimu asikilize asikilize. Hii ni sauti ya wengi, sio sio sio sauti ya wanachadema peke yao. Hii ni sauti ya watanzania wengi, na serikali inajua, inajua maneno haya, nafahamu kilio. Kwa hivyo e, tunahitaji tufike sasa hicho kiwango cha kuyazungumza ni mabadiliko gani tunayoyataka zaidi ya kuimba hii swaga tu no reforms, no election sasa reforms mabadiliko hapa, mabadiliko hapa, mabadiliko hapa, mabadiliko hapa. Lakini pia niwaombe e, ndugu wanahabari kwamba, e, tutakapokuwa huko field, hebu tu e, kupitia media house zenu vyombo vyenu, tutengeneze tengenezeni compendium, tengenezeni compendium ambayo itakuwa imekusanya sauti za watu, itakuwa iwe imekusanya sauti za watu za uhalisi, ili e, tuweze e, kuiambia na kuonyesha serikali e, kwamba hiki ndicho wananchi wanachokitaka wanachokitarajia, kwa sababu eh, eh, uzoefu wa chaguzi eh, wa elfu mbili kumi na tisa, elfu mbili na ishirini, na elfu mbili na ishirini na nne watanzania wanauzungumza sasa. Tunaweza kuwa na serikali ambayo imeweka pamba masikioni halafu inaamini kabisa kwamba mambo ni sawa tu, wanaimba tu mapambio ya kusifiana sifiana na ngonjera na hizo projecti za kumremba mama na kumsifia mama, lakini kuna sauti ya wa Watanzania huku iliyopitia uzoefu wa chaguzi za 2019, uchaguzi wa 2020, uchaguzi wa 2024 -20. -20. Sasa tengenezeni campaigns, unganisheni hiyo sauti za watu wanavyosema, wanavyozungumza ili ili serikali ione eh, na tuhabarishane. Lengo letu ni nini? Lengo letu unatamani yafanyike mabadiliko e, katika mifumo ya uchaguzi ili mwisho wa siku tuwe na chaguzi zinazoaminika zilizo za haki e, zilizo za wazi. Ukiwa e, na dosari kwenye uchaguzi e, unatengeneza mazingira ya hatari sana ya watu mwisho wa siku e, kuamua tu kwa hasira kuchukua hatua ambazo zitatupeleka pabaya sana. Kwa hiyo kelele hii ni ya faida kwa hii ni kelele ya uponyaji ya tahadhari eh? Ni kelele ya tahadhari kwamba sisi kama Watanzania ambao tunapenda taifa hili hatutamani tufike mahali ambapo tunaona kuna dalili za sisi kufika. Kwa hivyo, tunaieleza serikali, wana wajibu wa kusikia hiki tunachokisema, sio kwa faida ya Chadema, ni kwa faida ya taifa hili, mabadiliko yatakayofanyika eh? Na ninaamini serikali itasikiliza, ninaamini wasiposikiliza watakuwa ni watu ambao wa ajabu sana, pengine tuwatafutie classification yao ya aina ya wanadamu wa tofauti sana. Kwa sababu e, mazingira e, na na wakati unaonyesha kabisa kwamba lazima mabadiliko yafanyike. Tukichelewa tunajipeleka kwenye hatari e, hatari hatari hata, hatari kubwa sana.